Mrembo aitwaye Lynne ya kutokea nchini Kenya, mbeni mpenzi na pia baby mama wa mchekeshaji Eric Omondi, zaidi ya masaa 15 aliopita, kupitia kwenye ukurasa wa Instagram alishia taarifa za kwamba ameachana na mchekeshaji huyo. Aliandika life update, nimechukua maamuzi ya kusitisha ama kuendelea na mahusiano ya kimapenzi na Eric Omondi. Lilikuwa jambo ambalo si rahisi, lakini hii ni kwa ajili ya amani, ukuaji na hata yale ambayo ninatazamia kumbeleni, mimi pamoja na mwanangu na huu ni ukurasa wangu mpya. Swalishia tu taarifa hii na kisha kwenye caption akaandika cheers to an even greater future. Sasa hii ni taarifa ambayo imeweza kushangaza wengi ukizingatia, wawili hawa ni Lynne na Eric Omondi. Wamekuwa kwenye mahusiano ya miaka kadhaa ambayo yalikuwa ni ya kuvutia sana hasa kutokuona drama zozote, maybe wamezinguana wameachana ama tu kuna scandals zozote ambazo zinamhusisha mmoja katika kulitia dosari penzi lao, lakini taarifa hii imekuja kwa haraka sana na kuaminisha mashabiki huenda kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa behind ambavyo Lynne ameshindwa kuvvumilia mpaka kuamua kuchukua maamuzi haya, na ufaham tu wawili hawa wamekwepwa kwenye mahusiano tangu wakutani mwaka mwak w ambapo Lini alikuwa ni moja ya shiriki kwenye shindano la vichekesho ambalo alikuwa kihusu, na baada ya hapo so ssokaribu kaanza na hata kuchumbiana, na katika kipindi cha mahusiano ayo amefanika kupata mtoto mmoja na huu ni upande wa Lini. Eric Omondi ajifunguka chochote kwenye ukurasa wake wa Instagram, ameeleza tu shughuli zake zingine, na ni taarifa ambayo imeweza kufuatia ikiwa tarehe 31 mwezi March, Eric Omondi kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram alishare Taarifa hii ya kusherekea kumbukizi kuzaliwa kwa bebi mama wake, adisha picha hii na kuandika, to happy birthday to the love of my life, the mother of my child, may all your dreams come true baby. mimi na kawa umonde, akimaanisha sa mtoto wao, we are here cheering you on baby, we love you so much, enjoy your birthday vacation, enjoy your day, happy birthday. Na kwenye posti zingine utaona namna ambavyo alikuwa kila bata, na hii inaonyesha ni kama walikuwa Dubai so hii ni taarifa ambayo imeweza kuwashangaza watu wengi sana, kwa sababu ni muda haujapita mpaka hiki ambacho Lynne amekuja kufunguka, na kuna baadhi ya mashabiki wanaamini kuwa huenda ni publicity stunt ambayo inatengenezwa kwa wawili hawa, na maybe kuna taarifa nyingine ambayo itakuja nzuri kwa usisha, kama itakuwa ni ujauzito mwingine ambao mrembo huyu anao, ama kuna biashara ama ni tension tu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya project ya wawili hawa. Tuko pamoja hapa, ni SNS, Minigen Audio men. Series za kusisimua